Inafahamika kwa wingi katika Waislamu, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama ambavyo mliniona ni kiswali. Waliomwona mtume sallallahu alayhi wasallam ni masahaba, na waliowaona masahaba ni matabiin, na waliowaona at-tabiin ni asbau tabiin sisi hatukumwona Mtume sallallahu alayhi wa sallam, lakini alulama kadiman wa hadithan, wanawachuoni wetu tokea zamani mpaka sasa, hawakuacha kuandika vitabu katika swala ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Utakuta wanawachuoni wengi Miongoni mwao Alimamu Alalbani, alfaqih Muhammad Saleh Aluthaimin, kadhalika Shekh Alalama Bnu Bazi na wengineo wengi wameandika vitabu wakielezea swala ya bwana Mtume sala llahu alayhi wa alihi wasalam. Hatukumuona yeye mtume, lakini kwa yale maelezo na zile hadithi tunazosoma katika vitabu kana kwamba unamuona mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa akiswali. Ibada ya sala ni ibada ambayo ina mambo mengi mno, lakini katika muda huu tutakumbushana sehemu katika ibada hii, nayo ni viungo ambavyo tunatakikana

Kiungo cha kwanza ni paji la uso. Ibni Abbas anasema, wa ashara biyadihi ala anfihi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipotaja paji la uso akaashiria kwa mkono wake juu ya pua lake, akiashiria kwamba paji la uso na pua ni kitu kimoja katika sujudi. Kiungo cha kwanza waliadaini na mikono miwili, na makusudio ni viganja, siyo mkono, kuanzia hapa hadi hapa katika merfak, inakusudiwa kiganja tokea katika ukucha mpaka hapa. Ukihesabu okay, unaweza kuona kana kwamba mikono ni kiungo cha pili, lakini hapa katika yadein tunapata namba mbili. Namba moja ni paji la uso na pua, namba mbili ni kiganja cha mkono wa kulia namba tatu kiganja cha mkono wa kushoto. Akasema Ibn Abbas wa rukbataini na magoti mawili, goti la kulia na goti la kushoto. Ukihesabu utapata moja, mbili, tatu, nne, tano. Wa atrafil qadamaini na ncha za nyayo mbili, kwa maana vidole, sehemu za chini vya mguu wa kulia kadhalika kushoto. Ukihesabu okay, utaona ni sita saba. Kwa hiyo viungo vya kusujudia ni hivi: paji la uso na pua moja, kiganja cha kulia mbili, cha kushoto tatu, goti la kulia nne, la kushoto tano, vidole vya mguu wa kulia sita, vidole vya mguu wa kushoto saba.

na sisi tuswali swala hii kwa maana hiyo, atakosea yule ambaye atakayesujudu kwa paji lake la uso, pua yani likawa juu, yani pua likawa halijagusa chini, atakuwa amekosea huyo. Kadhalika yule ambaye atakayesujudu akagusisha ncha za vidole vyake chini hivi, atakuwa amekosea kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuweka ncha za vidole vya mikono yake chini bali aliweka viganja vyote tena akiwa amevifunga vidole vyake hajavitawanya hivi vimekusanya hivi kadhalika hatopatia yule ambaye atakayeswali ile hali miguu yake huku nyuma kainyanyua kwa maana ncha za nyayo zake zikawa juu wapo baadhi ya watu hawa sawa sawasawa miguu yote miwili au mmoja anaweza mtu akasujudu akaweka mguu wa kulia juu ya mguu wa kushoto au mguu wa kushoto juu ya mguu wa kulia, ikawa mguu mmoja ndio ambao uko chini mwingine uko juu. Huyu kakosea, atakuwa amesujudu juu ya viungo sita na sio saba. Kwa hiyo kila mmoja ajitahidi wakati wa kusujudu viungo hivi saba viguse chini, jiepushe kuweka chini kiungo ambacho hakijatajwa katika hadithi hii. Kwa mfano sehemu iliyobakia katika mkono kuanzia hapa mwisho wa kiganja mpaka katika maunganio, sehemu hii hautakikani kuilaza chini katika sehemu ya kusujudia, bali jambo hili Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amelikataza katika hadithi zingine, bali amekifanisha kitendo hiki na kitendo cha mbwa, kwamba asitandike mmoja wenu au asilaze mmoja wenu mikono yake wakati anaposujudu, ulazaji wa wanyama wakali au ulazaji wa mbwa. Mbwa wanapokaa na wanyama wengine katika wanyama wakali, huwa mikono yao wakiilaza chini hivi. Kama kuna mmoja shehe kuona atakuwa ameelewa zaidi, mbwa huwa wakilaza mikono kuanzia huku mpaka huku. Sasa wewe katika sala yako ukilaza mikono yako unajifananisha na mbwa ambaye ni kiumbe mbaya. Na wanasema wana wachuoni, kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kufananisha kitendo hicho na mbwa ni kuonyesha ubaya wa kitendo hiki, ili mtu akikimbie na akataye kufanana na mbwa. Kwa kila mmoja azingatie haya, lakini pia kila mmoja katika sisi atenge muda wake kwa ajili ya kuifuatilia swala ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tumesema swala ina mambo mengi na ina vitu vingi, ukiachilia hivi hasa. Ili uswali swala ya mtume alaihi salatu wasalam, ina kulazimu uisome na uifahamu, na wasomeshaji ni wengi. Ukifika hapa wanafunzi wamejaa, unaweza kumfata yoyote katika wanafunzi ukakaa naye dakika kumi, dakika ishirini, kwa kadri ya wasaa wako, ukasoma swala ya mtume na mengine mengi katika dini yako.